Tumefika mwisho wa VBS SK St Paul's, Saboti Church. Tunashukuru mwalimu kwa ukakamavu na kuhakikisha ya kwamba VBS imeendelea mpaka ikai. Ikaisha. Leo tumekuja kupongeza wale ambao wamefanya vizuri kwa VBS yetu. Kitu ambacho nataka niwaambie watoto, kufanikiwa ni uamuzi wa mtu hakuna mtoto ambaye anakosa kufanikiwa, hakuna mtoto ambaye atakosa kufanikiwa ikiwa ataamua. Kitu cha kwanza, hao wameamua kutumia talanta zao vizuri. Make sure that you make a choice to use your talents well. Hapa kuko na washonaji Kuko na wale ambao wamesoma Biblia na kuko na wale ambao wameongoza ibada. Wametumia talanta zao vizuri, kwa hivyo nawapongeza. Sema tutaamua kutumia talanta zetu vizuri, kama ni kuongoza ibada, kama ni kushona. Kitu cha pili, mumeamua penda Mungu na kuitikia wito wake. Samueli aliitwa mara ngapi? mara ngapi? mara ngapi? mara tatu, na aliitika. Samueli aliitika. Hata nyinyi mmeamua kuitika na kumtumikia Mungu kwa kanisa. Mungu wa amani awabariki katika shughuli ambazo mtafanya kama watoto Wakati mtakapoongoza ibada, wakati mtakaposhona, wakati mtakapoimba, kuko na waimbaji hapa. Mungu awabariki na mtumie talanta zenu vizuri. Kwa hivyo nataka kukabidhi wale ambao wanaimbanga korases vizuri. unaitwa nani? Obet Laura, na nani mwingine tena? Tesi Wema na nani mwingine eh? Sara. Alafu kuna wale walishona, na hakuna vijana wa kushona. Ndio hapa pia tumia ujuzi. Hata ukiwa kijana, jifunze kushona na kupika ugali. Siku moja utafika university, ni mzuri ukuwa unajua hata kusonga ugali na kushona na kufanya shughuli hizo zote. Kwa hivyo tunawapongeza kwa kujua kushona na kwa kuongoza kwa shughuli hiyo. Pia vijana hawa ambao walishona, si mbaya vijana akijua kushona. Mungu awabariki, ni mzuri kujua skills. Siku hizi kazi ni kwa skills. Hawa ndio wanaongozanga ibada, tunawapongeza na wakosi kanisa na mkosi kanisa anaitwa nani? Manase, na wewe Shani Chebet, na wewe Karen Chepkorir na nawewe Charity, Charity Masika, Charity Masika. Nawewe? Masika. Na wewe Isaac Kiprotich Betwel Kimtai. Na pia mwalimu hajakosa, mwalimu mwingine hapo, huko Hai huyo, na msaidizi ya walimu <tos> <tos> <tos> <tos> hako hapa Wacha mniruhusu tupongeze watoto wale wadogo na wakukosa VIPs kama huyu jamaa yangu anaongeanga maneno mingi, na huyu na huyu ni mdogo, na huyu pia amemaliza. Haikutosha, wote mungepata. Haikutosha tu waje tupatie. Huyu anaonekana kadogo Nawe, yeah. Bwana, umeruko mara mbili, naona unaangalia <laughs> <laughs> Sasa wasichana wadogo katikati hao, hao katikati kwa gani ah? Nimewapatia, nimeshawapea. Okay. Mhm. Hata huyu.